Kama wewe ni miongoni mwa wale ambao simu zao zinasumbua mtandao, akiwasha data inamsumbua sana, unakuta hata Facebook, YouTube haifungui au inafunguka ila ni taratibu, akiplay video ina load muda mrefu. Ah, pole sana. Ya kuhakikisha katika video hii utaweza kujifunza kitu cha ziada ambacho kitakusaidia wewe simu yako iwe fast mtandaoni. Inawezekana kuna setting uko zifahamu, hivyo nimeweza kuandalia hapa setting mbili za muhimu kabisa ambazo zitakusaidia kuongeza spidi katika simu yako. Kuokiwasha data simu yako itakuwa na spidi kali kabisa, utakuwa na peruzi, vitu vinafunguka bila kuwa na usumbufu wote. Cha msingi nifuatishe, utachokifanya utafungua setting. Ukishafungua setting, setting ya kwanza kabisa ya muhimu utaandika data data saver, hii ni ya kwanza, japokuwa watu wengi huwa wanaezarau, lakini na muhimu wake data saver. Kisha kuwa on, inamaanisha application ambazo zitatumia data ni zile ambazo unazitumia kwa muda huo, ambazo tayari ushazifungua. Kwa kama hapo yote hujaifungua, basi hawezi kutumia MB zako, na hii umuhimu wake inasave MB zako, na pia inafanya application zisipokonyane MB zako. Kwa hiyo ambao umefungua moja, nguvu yote ya MB zako nguvu yote ya mtandao inaelekezwa katika application moja au nyingi uzozifungua wewe, kuliko usipoweka on. Maana yake applications nyingi zitakuwa zinatumia data yako background. Kwa hiyo ni setting ya muhimu sana, sio kudharau. Na setting ya pili, utaingia katika network and internet, utabofya, kisha utabofya internet, kisha utabofya alama ya setting hapa utatafuta utasukua chini kabisa, asijua kama simu yako itakuwa tofauti na simu yangu, ila pointi ya muhimu ni kwamba utatafuta access point name. Kwa hiyo utatafuta popote ilipo katika simu yako, mara nyingi inapatikana katika mobile internet, mobile network, alafu internet unakutana na access point. Kisha ukishaingia utakutana na kitu kama hicho kimeandikwa APNs, hivyo utaiklik ambayo inatumika mara nyingi hizi huwa zimesetiwa kwenye authentication type kuna nani, lakini wewe hapo utaweka chap. Ah, na pia kwenye APN protocol wataweka IPv4 slash IPv6, vile vile, kwenye katika roaming wataweka IPv4 IPv6, kwa sababu IPv4 ni ya zamani na nawaga haina speed sana mtandao wake lazima unakuwa store ila IPv6 ni internet protocol version hii ndio version ya mwisho kabisa na yenye nguvu ambayo inatumiwa sana na ina speed kali. Kwa hiyo ukishafanya hivi ukichagua IPv4 IPv6, simu yako itaamua kwa muda huu, kwa kasi ya mtandao huu ita switch yenyewe. Kama mtandao ukiwa ni mzito sana ita switch IPv4, na kama mtandao utakuwa una nguvu, basi ita switch IPv6 kuliko ilivyokuwa mwanzoni hapo IPv4 ambapo hata kama mtandao utakuwa na nguvu yenyewe basi itabaki kuwa chini, itatumia version ya zamani kwa speed itakuwa ndogo. Kwa baada ya kufanya hivyo, utabofia hapa doti tatu juu, kisha utabofia ya save. Kwa kufanya hivi, almost itakuwa shamaliza. Naamini utakuja kunishukuru na simu yako itakuwa sasa hivi mtandao na kasi. Au usisahau kusubscribe channel hii ya Procha TV. <tune>